kitendo ambacho ni maalum na kitendo ambacho ni majuhuli. Sawa, alfi'lu almaalum ni kipi, na kitendo ambacho ni majhuli ni kipi? Kiufupi nasema kwamba alfi'lu almaalum ni kitendo ambacho ametajwa ndani yake mtendaji, na kitendo ambacho ni majuhuli kile ambacho hakutajwa ndani yake mtendaji. Anaelezea hapo alfilu taban yudhkaru failuhu, kitendo kiasili utajwa mtendaji wake. Bimana, kwa maana ana lfila, hakika ya kitendo la yanfaku an lfail, akitengani na mtendaji au hakiepukani na mtendaji, liannahu umda. Sawa, so, mtendaji ndo nguzo so, utapatikanikaje? Utapatikanika, utendaji pasi na mtendaji? Umefahamu? Wasama dhalika alfilu maluman -al na huwitwa kitendo hicho ni ma malum, ambacho kimetajwa ndani yake mtendaji mithlu, mfano kataba Muhammadun, yani kataba Muhammadun. Fafailu kataba malumun huwa Muhammad, mtendaji wa katab ni malum, anajulikana naye ni Muhammad. wa mithlu dharabtu Mfano ni dharabtu, nimepiga. fa failu dharaba malumu, mtendaji wa hapo dharaba anajulikana wahuwa dhamiru almutakallim, na ni dhamiri ya mzungumzaji, yani atta, yani ni hiyo te. fayakunu alfi'lu maluman, kitendo kinakuwa ni maalumu, sababu anajulikana, nimepiga. Sawa. wa kad yuhdhafu alfailu, na uenda ikawa au, na uenda akaondoshwa na kwa hakika huondoshwa mtendaji wa. Wakad yuhdhafu alfail, na kwa hakika huondoshwa mtendaji wa. Uqima maqamuhu mafulan, na amesimamishwa sehemu yake mtendewa wa. Wayakunu lmafulu naiba alfaili, na anakuwa huyu maf'ul ndo naibu wa mtendaji, anakuwa huyu mtendewa ndo naibu wa nani? Mtendaji. Fayusamma alfilu majhulan kinaitwa kitendo hapo ni nani majuhul ambacho kimeondoshwa ndani yake mtendaji alafu sehemu ya mtendaji ikawekwa mtendeo kwa hiyo yule mtendeo anakuwa ni naibu wa mtendaji ai mabniyun lil majhul yani kimejengewa katika majuhul kitendo ambacho majuhul kile ambacho mtendaji yake hajulikani nani au hakutajwa sawa tamyizu almajhuli an lmalum, kuipambanua majhul kutokana na malum. Idha usnida alfilu ila lmajhuli inda hadhfi failihi wa iqamati lmafuli maqamahu, anasema idha usnida alfilu, pindi kitakapoegemezwa kitendo, ila lmajhul, kwa majhul. Inda hadhfi failihi, wakati wa kumuondosha mtendaji wake

thulathi sahih sawa, hicho kitendo kimekuwa ni chenye herufi tatu zilizo sahihi au mazidun min athulathi au ni mazidi katika, au mazidun min athani, sawa, au kitendo ambacho kilichozidi ndani yake herufi mbili, cha mudhari mithlu, mfano ya? yadribu, taqulu yudrabu, wa yukrimu na kuwa yukramu, yaghfiru na kuwa yughfaru sharafanakua yusharafu, yaktubu yuktabu, yasalu yusalu. Yudhrabu anapigwa, yukramu anakirimiwa, yughfaru anasamehewa, yusharafu anachukuzwa, yuktabu anaandikwa, yusalu ulizwa. Wa in kana mujawafan takulu hakadha, nakiwa ni mujawaf